Ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni hapa, kuna tamko maalum tunataka kuwaambieni kwa niaba ya wananchi wa Msomera waliohamia kutoka hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro. Tamko la wananchi wa Msomera waliohama kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Sisi wananchi wa kijiji cha Msomera tuliohama kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na kuhamia Msomera kuitikia wito wa serikali kuhama kwa hiari kupisha uhifadhi tumeamua kuongea na vyombo vya habari kuhabarisha umma wa Tanzania kuhusiana na sitofahamu katika zoezi zima la uhamiaji kwa hiari. Serikali ilihamisha wananchi kuondoka ndani ya hifadhi na kutuhakikishia kuwa tutapewa huduma mbalimbali endapo tutakubali kuhama kijiji cha Msomera. Katika zoezi hilo, baadhi yetu yetu tulifunja maboma yetu nyumba zetu mali zetu na kupoteza ardhi yetu ya asili huku tukijua ya kuwa serikali itatimiza ahadi yake na kwamba wananchi watakaohamia Msomera watapewa vitu vifuatavyo: ya kwanza, nyumba ya kisasa kwa kila kaya; pili, yeka mbili ya makazi na matumizi kwa ajili, eh, kwa kila familia; ya tatu, yeka tano kwa ajili ya kilimo; ya nne, milioni kumi ambayo ni mkono wa mama Samia. Lakini tunasikitika kujulisha umma wa Tanzania kuwa zaidi ya wananchi 136 wa awamu ya kwanza waliohamia Msomera hatukutimiziwa ahadi yoyote tuliyopewa na serikali. Badala yake, zaidi ya kaya mbili tumerundikwa au kuwekwa kwenye nyumba moja yenye vyumba vitatu tu. Hili halikubaliki na ni aibu kwa serikali yetu. Kwa taratibu, desturi na mila zetu za Kitanzania, huwezi kuwachanganya kwa pamoja ndani ya nyumba moja: baba, mama, watoto wa kike na wa kiume na wakwe kulala kwa pamoja, lakini hii ndo hali halisi iliyotutokea na inaendelea hapa Msomera. Ni jambo la kushangaza na kusikitisha, kwani sivyo tulivyotarajia kufanyiwa na serikali yetu. Jambo hili pia limekuwa na ubaguzi na unyanyapaa mkubwa, kwani wale walio wanyonge, maskini, ambao hawajasoma na wasio na ushawishi wowote wa kisiasa ndio ambao hatujalipwa. Wale wenye kipato, wenye elimu na, wan na wanasiasa wote wamelipwa. Sisi hapa kwa niaba ya wenzetu wapatao 136 ambao tumedhulumiwa kutapeliwa na kutotendewa haki na serikali tumependekeza yafuatayo: moja, kwamba zoezi hili kwa ujumla wake limezungukwa na udanganyifu mkubwa, na kwamba serikali wachukulie hatua waliohusika kuhujumu haki zetu; pili, tunamuomba Rais Samia Suluhu Hassan afuatilie zoezi hili, kwani huenda nia yako ya sisi kupata haki zetu ni njema lakini, kuna baadhi ya watumishi wachache wasio waadilifu wanaokuharibia. Tatu, kwamba kwa kuwa sisi tuliotangulia huku Msomera hatukutendewa haki kwa takriban miaka miwili, basi wananchi waishio Ngorongoro wasitoke kabisa huko kwao, kwani zoezi hili lina udanganyifu mkubwa ndani yake. Nne, kwamba tusipotendewa haki zetu, tunakusudia kurudi kwetu huko Ngorongoro. Tamko hili limetolewa kwa niaba ya wananchi 136 waishio kijiji cha Msomera waliohamia kutoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ambao hawakupewa haki zao. Sisi tuliandika barua kumwandikia mkuu wa Wilaya. Hatujajibiwa. Wamepeleka tu, hatujafurishia jibu lolote. Tumesubiri, tumechoka, tumekuja kulalamika huko. Kwa maana tumeleta malalamiko yetu uje utusaidie Mama Samia. Na malisia kusema tumeandika barua, tumeandikiwa mkuu wa Wilaya ampelekee muhifadhi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, lakini hatujajibiwa mpaka sasa. Maana tuliandika barua hii miaka elfu mbili na ishirini na mbili ndio tumengoja malalamiko nani majibu lakini hatujapata majibu mpaka leo.